Yeye yeah, anachotaka ni hela. Yeah, anachotaka. Anachoangalia ni hela. Angalio ni mtoto wa watu; ingekuwa ni binti yake angemwambia hivyo. Yaani kwa mfano mwenye mgahawa yule. Sawa? Mm -hmm. Eh. Si ni mwanamke, ni mwanamke sio? Eh, ni mwanamke. Sasa wewe ungekuwa ni binti yake wa kumzaa, angekuwa anakuambia umsogelee mteja. Hapa. Au usipomsogelea angekuwa anakuambia unanifukuzia wateja. Hapana. Hapa, si ndiyo eh? Hapa. Lakini anachukulia wewe si mtoto, yaani wewe si anakuchukulia kama kitu ambacho, e, kitu ambacho kitu ambacho hicho ni kibaya sana. Labda hiyo ndio unaweza nikasema kwamba wanachofanya ni kitu kibaya, ndio maana uh, Mungu wetu alisema usichopenda kutendewa usimtendee, kwa sababu kama usingependa binti yako akakutane na majaribu kama haya afanyiwe vitendo kama hivi, kwa nini we unamtendea binti wa, wa watu? Dada Lydia karibu, asante mm -hmm, umetokea wapi na umetusikia wapi? Mi nilipozaliwa kabisa nimezaliwa Bunda. uh -huh. Ko tukaamia tukaamia Mwanza mi na familia yangu uh -huh. E, ndio kuna tulikuwa tunaishi huko mimi na mama baba yangu walipo Arusha. uh -huh. Ko ndo tukaamia huku ila. uh -huh. mimi nimewafahamu kupitia kipindi cha wanawake Live Okay. Ehe, nimewafahamu kupitia hicho kipindi mm sema ni kaka angu ndo alikuwa anakifuatilia sana. Ehe, ndo alionifanya nami mpaka nikapenda. Okay. Na kwa okay. Oh, yeye yeah. yuko ame alikuwa anasomea nje huko ila kwa sasa hivi amesha rudi yeye. mm. kwa hiyo ndo alinifanya mpaka mimi nikaja hapa. Okay. anawafahamu nyinyi, akanipatia namba zenu mm -hmm. Nikawapigia nanye mkaniambia karibu. mm. Kwa asanteni kwa kunikaribisha. mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo ulikuwa umekaa tu nyumbani dada Lydia? Hapana, ulikuwa unafanya nini? Nilipokuwa Mwanza mm nilikuwa niliajiriwa kwenye restaurant moja hivi mm -hmm. Ya, ya kichina mm -hmm. Ndo nilikuwa nafanya huko kazi mm -hmm. Nilikuwa nafanya kazi gani pale? Kazi yangu ilikuwa pale ni kuosha vyombo mm -hmm. kusafisha jiko lote, kuweka vyombo sawa, kusafisha mm -hmm. viti mm -hmm. vya wageni na kuwakaribisha okay. ndo okay. Nilikuwa nafanya hiyo kazi koo, nilikuwa nalipwa mm shilingi -hmm. shilingi elfu sitini mm -hmm. alafu nilikuwa natoka yani pale Mwanza mm. Kuna sehemu inaitwa Kisesa mm -hmm. kwa kutoka kis, kis, Kisesa mpaka kule Nela mm -hmm. nauli shilingi mia nane mm -hmm. Kwa hiyo yani, kwenye mshahara najikuta nabakiwa na shilingi elfu kumi tu kwa mwezi ehe, kwa mwezi kwa mm. mama akaniambia, inabidi uwache hiyo kazi mm. uja tu nikutafutie kazi nyingine okay. Ehe, kwa kuna mwanamke alikuja pale nyumbani akasema anatafuta mfanya kazi. Mhm. Mm -hmm. ndo nikakubaliana naye ni nikaenda kufanya kazi. Mhm. Mm, Mshahara mm -hmm. shilingi ngapi? Mshahara alikuwa ananipa elfu hamsini. Okay. Mhm. Mm, alikuwa ananipa elfu hamsini. Lakini hiyo ikawa ina unafuu. Maana hey. sasa kwa mwezi unapokea hey. elfu hamsini mm badala ya elfu kumi. Maana kwa Wachina ilikuwa hey. hey. hey. ni kama wanakulipa elfu kumi. Mm, Maana hela nyingine ilikuwa inaishia njiani. Eh, ndo hivyo. Kwa nimefanya pale kazi. Kwa muda gani? Nilifanya kazi mwaka mmoja okay, Mwanza. mm -hmm. kule kule eh, Mwanza hukoko. mm -hmm. ndo mama akasema sasa hivi tunasafiri kwenda wapi daa. mm -hmm. Kwa inabidi twende kule makazi yetu sasa hivi atakuwa kule huko da. e, e, tuko mm -hmm. Mbagala Matitu hapo. mm -hmm. ndo nyumba yetu ipo hapo. Okay. Huko ndo nikaja huku, kaka yangu akaniambia inabidi uwezi ukakaa bila kazi mm, sasa hivi mm, alafu afu sasa hivi umeshakuwa usio unamtegemea mama tu kwa, kwa kila kitu okay. wewe ni binti mm -hmm. ndo akaniunganisha na nyie okay. nikawapigia mpaka sasa niko hapa wow, huyu wow, kaka yako yeye ame Ha, alikuwa wapi? Umesema alikuwa nje? Alikuwa Israeli, alikuwa Israeli. hey, he. mm -hmm. Pia kuna dadangu mmoja yupo nje naye anafanya kazi za ndani mm -hmm. mm -hmm. okay. na yee alikuambia habari zetu au tu, dadako umezaliwa? ah, <laughs> hapana, umezaliwa pamoja. hey, hey. <inaudible> mm -hmm. yuko wapi ye? Yupo Oman, ndo anafanya huko kazi Oman. mm. kwa hiyo kaka, kwa sasa anafanya nini kaka? Yupo huku sasa hivi ni anauza bajaji Ah, kwa sasa anauza bajaji. eh, eh. Okay. Mfanya biashara. Fanya biashara. mm -hmm. akakwambia wewe ni binti usikae tu eh, nyumbani. Usikae tu nyumbani kwa sasa hivi na mimi kweli nilikuwa natafuta kazi sasa nime- nimefika na huku nilifanya kazi kwenye mgawa mmoja mm -hmm. Nilibuwa... kwa muda gani? Hapo kwenye kwenye huo mgawa mm. nilifanya kazi kwa miezi miwili, miwili. Sasa, mm. Bosi na yeye ndio hivyo ana matatizo. Matatizo gani? yaani nilikuwepo mimi na yeye. mm -hmm. Ndio. mm -hmm. nilikuwa nafanya kazi hapo. Nilipokuwa nafanya kazi, malipo yangu alikuwa analipa shilingi 3000 kwa siku kuanzia saa 11 asubuhi mm -hmm. mpaka saa 5 usiku. 3000, ehe, alikuwa analipa shilingi 3000. mm -hmm. Kwa nimefanya kazi pale, muda mwingine na ananiachia mimi mwenyewe nifanye kazi, ananiambia mimi kesho siji, inabidi uwahi kufanya nini, kuamka tu uende ukapikia watu wa pale. mm -hmm. Nami nikasema sawa kondo, nikawa nafanya hivyo pia. Mama tena akakataa akaniambia. mm -hmm. We ni mtoto wa kike, sasa hivi usiku, mm hayo -hmm. sio malezi mazuri. mm -hmm. Kondo hivyo nikaacha, ndo kakaangu akanipa, akanipanamba, akaniunganisha huku, ndio akakuleta mm huku -hmm. Okay, hapo ulipokuwa unafanya kwenye ni mgahawa pia e? ni mgahawa tu mdogo mdogo. mm -hmm. kwa nini sasa mnafanya mpaka usiku? Anasema kulingana na wateja wateja hapo ilo eh, eneo eh, wow. eh, eh. Okay. Kwa chakula kisipoisha inabidi usubilie mpaka kiishe eh, na ndio eh. kinakuja kuisha hiyo eh, usiku usiku kwenye mida ya saa tano hivo. mm. mm -hmm. Changamoto gani ambazo umekuwa ukikutana nazo eh, kwenye migao? Kuna changamoto nyingi ndio. mm -hmm. Eh, tunataka kuzisikia eh, hizo pale. mm. Changamoto kubwa mm. ni wakaka, wakaka. Wa anakuja mm -hmm kuwahudumia yani, mpaka yani umsogelee hivi aniambia mm. Nisogelee kwanza, ndo un, ndo unisikilize, mm, mm, mm -hmm. E, sasa bosi akiwepo pale usipofanya hivyo bosi anachukia anasema, unanifukuzia wateja ha. E, he, yani usipomsogelea mteja yani, mteja anachotaka ndo ufanye, kwa hiyo kusogelea kwanza. Hiyo sehemu nauza chakula, mnauza pombe e? nauza chakula tu chakula tu mm -hmm. Kwa hiyo wateja wa chakula nao wanataka kusogelewa eh, hey. Mimi nilifikiri wa pombe. Hapana. Hata wa chakula na wa pombe sio wote, lakini waliolewa wanajizimaga eh, data <laughs> na wakushikashika watu si ndio ndiyo, eh, eh. E, maana kuna baadhi ya wadada hawapendi kufanya kazi eh, za baa kwa sababu nendo, ya hayo mambo mm hawapendi -hmm. kushikwashikwa bila ridhaa yao. Um, lakini sio wote wanaofanya kazi za baa huwa hmm. ni wauni. Mi naamini kabisa, kuna mwingine tu kwa sababu ya kazi anafanya, lakini zile tabia sio zake. Ila sasa huku kwenye chakula mtu mzima kabisa anataka eti ili umpe chakula lazima umsogelee umsogele, kuna nini? Dona yaani umsogeleeje sasa? Yaani ugusane naye kabisa. Anakushika? Kwani mpaka akushike ndio ndio asikie, yaani sielewe, yaani asipokugusa hicho chakula hutamletea au? Yaani changamoto ndio hizo sasa, bosi naye na mfukuziaje wateja? Hicho ndio kilichonifanya mpaka mimi nikaacha kazi. Mm, jamani. Mama kaniambia ah, afu ni usiku sana, hajali ukimwambia. Mm. Eh, kwa ndio hivyo. Ikabidi niache kazi. Eh, sasa kwa wadada wanaojitambua na wasiotaka mambo ndio wanaacha kazi. Ehe. Lakini wale ambao wanafikiri labda maisha ndio hayo, si wanakubali Doi. kwa maana hiyo kuna, kuna kumpa chakula hicho na kuna kwenda kumpa chakula <laughs> <Hey, laughs> <hey>, sindio sio <laughs> <Hey>, si <laughs> <Hey>, si <dio? laughs> hey. kweli sio watoto yani, wa, wa, wa, wa kike ndio maana nasemaga hapa kuna kazi ambazo wanafanya wao wanafikiri ni sifa ile kuonekana kwamba sifanyi kazi za ndani ah, sindio eh? hey. lakini kazi za ndani ni kazi ambazo kwa asilimia tisini na tisa zinaheshima sana ni labda tu ukikutana na mbaba na ukikutana na mbaba ambaye ana tabia mbaya, mke wake yupo, utamwambia. Na kama umepelekwa na kituo kama cha kwetu, ukituambia, tunakuhamisha tuna, tuna, tuna, tuna kwenye ile eneo la kazi. Lakini mazingira ya nyumbani mara nyingi ni salama sana kuliko hayo mazingira, ambayo kwanza mshahara ni mdogo hmm. Kwa sababu unapewa elfu tatu kwa siku, hiyo ni kama laki moja kwa mwezi, elfu tisini ndiyo. Alafu hapo hapo bado kuna nauli, si ndio? E, kuna nauli. Kuna nauli. Nauli. Kwa hiyo ukija kupiga hesabu hakuna hela. Hakuna hela. Eh, utakuwa unabaki na hela ndogo sana. Kwa hiyo angekuwa wanapiga ya hesabu, yani kwa wasichana ambao wanafanya wanafanya fanya hizi vikazi hivi vya hivi ambavyo mm. vina majaribu kama hayo, sawa, mazingira ambayo ni hatarishi na wewe hutaki haya maisha, bora uende ukafanye kazi ambazo zina usalama na unapata mshahara wako. Yani kwa dada ambaye hapa ni traditional ipo, laki moja manake analipwa yani, anapata hela nyingi zaidi kuliko huyu ambaye yuko kwenye mgahawa, anategemea pia nauli na na hapo hapo na hela yenyewe ni elfu tatu kwa siku. Na bado hapo wavulana waje waje wakwambie njoo kwanza eh? Yani nisogele hivyo ni, ni kero gani Utasogelea wangapi? Yeah. kwa kwa, kwa siku wanakuja wangapi? ambao inabidi uwasogelee kwa asilimia kubwa wanaokuja ni wanaume, mm. Wakishaona sehemu ambayo nikamgahawa, kuna, wan... kuna wanawake pale kuna mabinti. Ehe. wanakuja wanajifanya wanakuja kula, ehe, hiyo hiyo siku ndo wanakuambia, ehe, hivi unajua mimi nimekuelewa, mhm, nikikuangalia yani unanifaa, mhm, huko anakula. Kero ni nyingi sana. Kero ni nyingi. Ehe ila eh, jamani haya maana si, sijui hata nisemeje, lakini natamani kama wasichana wenyewe wananisikiliza, yani wao ndio wanaotakiwa kuamua aina ya maisha wanayotaka kwa eh, sababu yule mfanya biashara hao wa mama hao wafanya biashara yeye yeah, anachotaka ni hela. Yeye yeah, anachotaka. E, e, anachoangalia ni hela. Haangalii ni mtoto wa watu. Ingekuwa ni binti yake angemwambia hivyo. Yaani, e, kwa mfano mwenye mgahawa yule. Sawa? Eh. Mm-hmm. Si ni mwanamke. Ni mwanamke sio? Eh, mwanamke. Sasa wewe ungekuwa ni binti yake wa kumzaa. Angekuwa anakuambia msogelee mteja. Hapana. Au utamfu usipomsogelea angekuwa anakuambia unanifukuzia wateja. Hapana. Hapa, si ndiyo? Lakini anachukulia wewe si mtoto. Yaani wewe si anakuchukulia kama kitu ambacho e, kitu ambacho hicho ni kibaya sana. Labda hiyo ndio unaweza nikasema kwamba wanachofanya ni kitu kibaya. Ndio maana uh, Mungu wetu alisema usichopenda kutendewa usimtendee, kwa sababu kama usingependa binti yako akakutane na majaribu kama haya afanyiwe vitendo kama hivi, kwa nini we unamtendea binti wa, wa watu ya yeah? Kwa hiyo ni message kwa wafanyabiashara. Tunafanya biashara sawa, lakini watoto wa watu tuwatendee vile ambavyo ungependa mtoto wako afanyiwe, kwa sababu hauko naye mtoto wako, hautakaa naye milele, si ndiyo? Kuna leo na kesho. Hata huyu nani, Lydia alipenda akae na mama yake, lakini kutokana na hali ya maisha, wazazi wako kule, wewe huku kuna tafuta lakini je, mazingira tunayowatengenezea? Ndio maana sisi hapa yani tunawaambia mabinti zetu wanaoenda kwenye hizi kazi huko majumbani, ukikutana na libaba lishenzi tuwaambie haraka sana tukuondoe wai, kwa sababu yale mazingira ni hatari, ni mazingira hatarishi, sio mazingira ya kazi. Huwezi kwenda kufanya kazi kwenye nyumba ambayo mtu anakutongoza ukiingia, huku kakugusa huku, ukiingia huku kaku, si mnaelewa eh? E, hapana. Labda wewe mwenyewe nawe uwe mshenzi ambaye hujafundishwa tabia nzuri, huna maadili mazuri, uwe unafurahia furahia kucheka cheka na hao wa baba, si ndio? Lakini kama ni mdada ambaye una tabia njema, utaki hizo tabia, umeenda pale kwa kazi, ukikutana na hizo changamoto unatuambia, tunakutoa. Ndio misimamo yetu kwenye mradi wetu mwana. Lakini sasa hao wengine wao labda wana Yaani wanachokifanya mimi tu, na naamini kabisa hata hizo biashara zao hazitafika mbali, kwa sababu kuna matendo ambayo yanaambatana na, na biashara yako ambayo sio mazuri. Mungu hawezi kubariki, utashangaa tu mambo yanaingiliana, inakuwa hivi, inakuwa hivi, uendi mbele. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa watu mnawatumia vibaya kwenye hizi biashara. Ah, nimekasirika sana. Haya, kwa hiyo Lydia Lidia uka, uka, uka, hizo ndo changamoto ulizopitia nazo ulizokutana nazo mm. Lakini mwisho wa siku nimependa kwamba we una msimamo, unajielewa, unajitambua, hukutaka kabisa aina hayo maisha si, mm. E, si ndio e? Basi na hata kwenye hizi kazi za ndani unaweza kukutana na majaribu kama hayo eh? kwa sababu binadamu hawa um, Tuna, tunafanya kazi na watu ambao hata tukiwaangalia usoni hatuwezi kujua baba ana maadili mazuri ila ukikutana izo sawa? Eh, na tabia kama hizo usisite eh, kutoa taarifa. Sisi misimamo yetu ndiyo hiyo, tunafanya hizi kazi hapa ili. Sio danguro hapa, sio sehemu ya kuja kutafuta makahaba hapa. Ni sehemu ya watoto wa watu waliolelewa kwenye familia zao vizuri, wanaokuja kutafuta kazi halali za malezi ya watoto mapishi na usafi full stop. Kazi nyingine ambazo zinakuja zina, unakutana nazo utuambie, ili tuweze kukushauri sawa, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wachache wanakujaga kwa gia kwamba wanataka wadada wa kazi, lakini wakifika kule wanaanza tabia zao mbaya. Au wengine ni familia tu, mtu ana mke wake pale ndani, lakini bado atakuwa anakuzengea zengea. Kwa hiyo ikitokea hizo, ukakutana na hivyo vitu usifikiri umepata umepatikana kwa sababu yule pale ana mke wake, si ndiyo? Okay, na wewe utakapoenda kukubali kufanya hivyo ujue unatengeneza kesho yako, kwa sababu wewe unatamani siku moja na wewe uolewe uwe na mji wako uwe na mumeo uwe na familia si ndiyo? Kama unataka Mungu akuletee mtu sahihi, kama unataka Mungu akupe baraka kwenye, kwenye maisha yako, usifanye vitu vichafu kwenye nyumba za watu. Sawa? Eh, usiende kulala na waume za watu. Au kwenye hiyo nyumba, siui kuna vijana wa kiume, basi ni kutongozana tu, ni kuingia kwenye mambo ya mahusiano. Hivyo vitu usifanye, kwa sababu sicho kilichokuleta hapa. Kama unatafuta mahusiano, unatafuta mume, Mungu atakupa njia sahihi za kupata mtu sahihi, si tunaelewana? Na kwa sasa tafuta hela tafuta hela. Actually, sisi tunachosema sasa hivi wanawake watoke kwenye kukimbizana na wanaume, kabla huna hela, tafuta hela yako, kwa sababu hela ya mwanaume siku zote ni hela ambayo itakufunga, itakufunga jela. Sasa hivi ukiamua kutoka mwanaume, si kuweka ndani, yani atakukataza vitu vingi, usifanye hiki, usifanye kile. Sasa ni binadamu gani eh? Kwa sababu tu amekuweka ndani, anakuwekea kodi ya meza, anakupa hela, hela yenyewe shilingi ngapi? Sasa hayo maisha sio mazuri, kwa sababu yamewaacha wanawake wengi kwenye umaskini. Mwanzoni walifikiri ni maisha mazuri, lakini sasa hivi wamejikuta wako kwenye kaburi. si naelewana? yeah. Kwa hiyo kwanza tafuta hela yako, anzisha biashara yako, tengeneza maisha yako, alafu mahusiano yatakuja, na yakija mahusiano tayari wewe umejiandaa, ni mazuri, ni mazuri sana. Na yakiwa yamepinda pinda, hutasita kuyapiga teke huko, yaende yakafie mbali, we usonge mbele na maisha yako, sio? Umenielewa? okay. e, yani sasa, ukiwa hujajiandaa umedumbukia tu kwenye mahusiano halafu unakuta mahusiano hayaeleweki, huna pa kwenda, unabaki huko pale, siku zinazidi kwenda, unazidi kuchakaa, unazidi kuchoka, unazidi kuwa maskini, mwisho unajifia tu. Yeah, e, sasa tusi huko tutoke kabisa. Hiyo ndio kazi yangu kubwa, lengo la huu mradi ni kuwasaidia wanawake a, wasiende kudumbukia kwenye mahusiano mabovu kama waliopita wanawake wenzetu, tujifunze na sisi turekebishe makosa ambayo wao waliyafanya. Kwa hiyo na imani mpaka hapo tumepata kitu, si ndio jamani? yeah. haya Dada Lydia karibu Hassan. E, na imani kwa maisha uliopitia uwezo wa kufanya kazi za ndani unao mm, si, unawe unao eh? Sana, e, basi e, uende eh? <laughs> e, ukapambane, fanya kazi vizuri. Na imani una malengo yako si ndio? Unataka kufanya nini ukishapata hela? Kwa mjasiriamali ni mfugaji wa kuku, unapenda kufuga kuku? Napenda sana. Kwa hiyo utafugia Mwanza au wapi? Hapa natafungia huku, ah huku Kumbagala, hela zipo. Sisi tuende tukawahudumia watu kwa halali, lakini hizi hela hmm, za shortcut hizi hazitufikishi mbali hmm. Ukifanya kazi halali, hela zipo, usiwe tu na haraka, kafanye kazi mdogo mdogo mdogo mdogo, utashangaa umefika mbali, utaamini. Sawa sawa, aya.